Hujambo mtazamaji wa Tumaini Television, karibu katika kipindi cha vijana klabu, ambapo kwa siku hii ya leo kipindi cha vijana klabu tuko maeneo ya Posta jijini Dar es Salaam. Kubwa hasa kinachofanyika hapa ni semina ya kuwajengea vijana uwezo, namna gani waweze kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali za ajira, lakini ni kwa namna gani wao waweze kujiajiri. Niko na mkurugenzi ambaye amewezesha semina hii kufanyika. Moja kwa moja, tumkaribishe mkurugenzi aweze kusema kila ambacho kinachofanyika mahali hapa kuhusiana na kile ambacho kinafanyika siku hii ya leo mkurugenzi, yeah. Karibu sana katika kipindi. Asante sana, nimefurahi sana kukutana na wewe nashukuru. Hata sisi tunashukuru kwa kuja kukava hii taarifa. Pengine mtazamaji afahamu majina yako, na utuambie unahusika na nini hasa kwenye hii taasisi. Aa, mimi jina langu naitwa Doto George Mampale ni mkurugenzi wa taasisi ya Lend to Lead Tanzania lakini pia ndo mwezeshaji au mkufunzi wa mafunzo ambao tunawajengea uwezo yanayoitwa jinsi ya kuandaa na kuratibu mafunzo kwa mashirika. uh -huh. Tufahamu hii taasisi ina muda gani hasa tangia ianze? Uh, Lento lnt Tanzania ilisajiliwa rasmi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na na chini ya brela uh -huh. na tumesajiliwa kwa namba 547789 kwa ajili ya kufanya mafunzo, lakini pia tuna ipo vijana kwa ujuzi ambao unawasaidia kuzijua na kuzitumia fursa ambao zipo katika mazingira yao. Hasa tumejikita sana kwa upande wa kuwajengea uwezo wa wanafunzi ambao wamekuwa wamemaliza elimu ya sekondari au elimu ya vyuo. Sisi tunajua changamoto za vijana ni nyingi, lakini changamoto ambao tunadili nayo moja kwa moja sisi ni changamoto mbili. Kwanza, ujuzi. Kumbuka kwamba kuna kitu kinaitwa mismatch. Yani vijana wengi wana ujuzi, wamesoma lakini wanakosa ambao unaendana na soko la kisasa la ajira. Kwao sisi tunawapa ujuzi ambao ni relevant kwenye job market. Na kitu cha pili ambacho tunafanya, tunawatengeneza fursa ndani ya Learn to Lead Tanzania. fursa gani? Fursa ya ajira. Kwa hiyo tunawapa fursa ya mafunzo na fursa ya ajira tufahamu ni vijana wa aina gani hasa unajishughulisha nao ah, sana sana sisi tunakuwa tumelenga na vijana ambao unakuwa amemaliza vyuo vikuu, lakini hata wale ambao kuwa wamemaliza elimu ya sekondari tunawachukua tu. Kwa criteria au kigezo na masharti ni kwamba mtu lazima amemaliza elimu ya sekondari, form 4, form 6 au certificate, diploma, bachelor na kuendelea, kwa sababu kama nilivyosema, anakuwa trained for short course then baada hapo tunamwengage kwenye program. Kwa hiyo ni mafunzo wanatakiwa wale mafunzo ya muda gani? Mafunzo kwa ma, kawaida course ya inachukua siku tano. Mm -hmm. Siku tano inachukua mm -hmm. Siku tano. Kwa mfano kama hii ambayo tuna tumemaliza course, ilianza tarehe 26 mwezi wa tano ilimalizika tarehe 30 juzi hapo na intake nyingine tunafanya hiyo kuanzia tarehe kumi na sita mpaka tarehe ishirini ya mwezi huu wa sita. Kwa hiyo ni kozi ya muda mfupi tu, kwa sababu wengi wao wanakuwa tayari kama masomo yale ya chuoni ameshapata. Ni it is a capacity building program, ni kozi ambayo inamjengea mtu uwezo kwamba akifika kwenye learn to lead Tanzania ajue ni kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo ni mafunzo ya muda mfupi, ni very intensive training kwao ni kuanzia asubuhi mpaka asubuhi, saa mbili na nusu mafunzo yanaanza, yanamalizika saa kumi na moja na kunakapona chakula cha asubuhi na chakula cha mchana. Kwao ni mafunzo ambayo yanachukua full day wanasema, kulingana na modules za mafunzo zinachukua siku tano tu. Kwao ni, ni kuanzia Jumatatu mpaka juma, Ijumaa tunakuwa tumemaliza, then baada hapo ndo tunakaa sasa, huwa tunakaa chini kujaza mikataba na mkataba wa ajira unakuwa ni miezi kumi na mbili japo kuna kwepo na probationary period ambayo inaanza wakishamaliza mafunzo. Kwa mfano kama hawa wakimaliza mafunzo hiyo tarehe 20, tarehe 23, kama sijakosea, ambayo itakuwa Jumatatu, wanaanza kipindi cha mazoezi kwa vitendo, practical training, na kipindi cha mazoezi kwa vitendo kimegawanyika sehemu mbili. Kuna mazoezi ya kwa vitendo nje ya ofisi na mazoezi ya kwa vitendo ofisini. Kwa hiyo tuna training, wakishapata hilo theoretical training baadae wanaenda kwenye practical training. Kwamba tunaposema kuandaa mafunzo kwa mashirika ni nini? Tunaposema labda unaenda kufanya booking, mara nyingi kwa mfano training zetu sisi tunafanyia Serena hoteli au tunafanyia White Sand hoteli, kwao tunamfundisha mtu namna kufanya booking au namna ya kuongea pia, na kwa sababu wateja wetu wengi ni taasisi za serikali, kwamba una communicate vipi kwa njia ya barua pepe. Hayo ndio mawasiliano rasmi ambayo tunawasiliana kwa njia ya serikali, lakini wakati huo una, unafanya follow-ups, unaweza kufanya kufuatilia barua zile ambazo mmetuma ili kualika watu kwenye mafunzo. Kwa hiyo tunawafundisha hivyo vitu vyote ili waweze kuwa na basic skills kwenye maandalizi ya mafunzo kwa mashirika hmm. Pengine kijana ambaye yuko mkoani ama yuko sehemu yoyote ile angependa kufahamu ni ipi nafasi yake ya kuweza kushiriki ama kujumuika katika mafunzo haya ambayo yatamsaidia yeye ya kujikomboa kiuchumi? Kwanza, kabla hapo labda nieleze tu kwamba, ndugu mtangazaji, nipende tu kusema kwamba mm, Tanzania sio Tanzania peke yake, na Afrika kwa ujumla, hata ulimwengu mzima, changamoto ya ajira, ukosefu wa ajira zinazoendana na idadi ya wanaohitimu wa, wa, wa, kutoka kwenye shule au vyuo ni kubwa sana. Kwa hiyo hatuwezi kuiachia serikali peke yake, hata Marekani au China, serikali tajiri haziwezi kufanyaje? Haziwezi kuwaajiri watu wao wote wanaomaliza vyuo au shule. Kwa hiyo li Tanzania tumeona tatizo au ombwe kwamba kuna gepu kati ya idadi ya wahitimu ambao wanamaliza vyuoni au shuleni na fursa za ajira ambazo zinapatikana. Ndio maana tukaja na hii business model ya kwamba tunakutrain, tunakuemploy, tuna kum, lakini unalipia. Kwa hiyo eh, katika hali ya kawaida tu, nipende tu kusema kwamba hii ni fursa kwa sababu hali changamoto ya ajira ipo na hatuwezi kuiachia serikali peke yake, na ndio maana Lend to Lead Tanzania tumekuja sasa na huu mkakati wa kwamba vijana mnaweza mkasoma kwa muda mfupi then baada hapo mkashirikishwa kwenye fursa ambazo Lend to Lead Tanzania tunazo. Mimi niko kwenye industry kama miaka 14 sasa, ko nafahamu changamoto za vijana. Moja hapo ya, ya changamoto ukiachana hiyo ya ajira, mawazo n yani, hawana mawazo sahihi vijana walio wengi. Kwa mfano kama hivi unaweza kufika na, na fursa mtu anafikiria hapa angali kwamba hata ujuzi tu ambao unapata unaweza kunisaidia. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba vijana wachangamke, kwa sababu pia mojawapo ya changamoto za vijana wamefungwa kiufahamu. Unaweza ukaongea naye kuhusu fursa, yeye na kusikiliza tu, mwisho wa pale anahamasika, baadapo hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea. Kwa mimi kama ningekuwa wao, hii ingekuwa ni fursa muhimu zaidi kwa sababu I get trend and get employment, ingekuwa ni kitu cha maana zaidi na kijana ambaye unatutazama kupitia kipindi hiki cha Vijana Klabu, hakika hiyo ni uwanja wako wa wewe kuweza kuchukua hatua na kuweza kutafuta hii taasisi ilipo, ili uweze kupata mafunzo, ni kwa namna gani unaweza kutoka hapo ulipo katika kutafuta ajira, lakini si ajira tu, hata namna ya kujiajiri. Na kama umemsikiliza mkurugenzi, amesema kwamba wako ambao wamemaliza mafunzo ya muda mfupi, lakini ameweza kuunganisha na wao kupata ajira. Hii ni fursa kwako kijana, usiiache ikapita hivi hivi. Hakika ukichukua hatua, nawe utakuja kuona kwamba ni kitu gani ambacho hiki ambacho kinafundishwa kwa hawa vijana ambao wako nyuma yangu, na moja kwa moja ni kupeleke darasani, ukapate kusikiliza kile vijana ambacho wanafundishwa na mkurugenzi wa taasisi ambayo imejikita kuwajengea vijana namna ya kuweza kuingia kwenye soko la ajira. Nakusii mtazamaji, usiondoke endelea kusalia pembeni ya runinga yako, na kama una chochote cha kutuambia, usisite kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia namba ambayo iko chini ya screen yako, lakini kupitia mitandao yetu ya kijamii pale YouTube kwa kuandika tumaini underscore tv, lakini pale Instagram kwa kuandika strong lady sifuri tatu ama vijana club. Lakini pia pembeni kuna namba ya mkurugenzi, unaweza ukawasiliana naye moja kwa moja ili aweze kukidhi hitaji la moyo wako kwako wewe kijana. ni wakaribishe sana kwenye siku hii ya kwanza ya mafunzo, na mimi ndo nitakuwa mwezeshaji wako katika kipindi chote cha siku tano za mafunzo. Na kama tulivyosema hapo kwenye utangulizi, kwamba moduli yetu ya kwanza ambayo tunakwenda kuangalia ni utangulizi na taarifa za msingi. Kwa hapa tutaangalia kwamba mafunzo haya ni ya kuwajengea uwezo wa waratibu wa ndani, ambaye ni wewe, wa Lend to Lead Tanzania ili uweze kuandaa kuratibu na kuuza kozi za mafunzo kwa mashirika ya serikali. Kwa kama nilivyosema kwamba lengo la haya mafunzo ni capacity building program, yana kujengea uwezo wewe ili uweze kuwa na uwezo wa kuandaa kuratibu na kuuza kozi mbalimbali mbali ambazo Learn to Lead Tanzania inayotoa kwa mashirika ya serikali na binafsi. Na kimsingi mafunzo haya yanapanua uelewa kwako E, kuhusu misingi ya mafunzo ya watu wazima. Kumbuka kwamba elimu ambayo tunaipata hapa sio ile ya shuleni au chuoni, kwani yanapanua uelewa wako kuhusu misingi ya mafunzo ya watu wazima pamoja na huduma na sera za Learn to Lead Tanzania. Sasa hapo ndio kiini kikubwa cha haya mafunzo, na sasa niende kwenye moduli ya kwanza kwamba nini umuhimu wa hii kozi kwa nyinyi washiriki au waratibu wa, wa, wa Lead Tanzania e, kwanza, maana ya mafunzo. Maana ya mafunzo ni kwamba mafunzo haya au mafunzo ni mchakato wa kupandikiza maarifa, stadi na mitazamo kwa watendaji. Kwa hiyo tunavyosema, trainings kwa Kiingereza, wanasema ni mchakato wa kuwapa watu maarifa na ujuzi sahihi ambao unahitajika mahali pa kazi na hii kozi inalenga kuwawezesha waratibu wa mafunzo ndani ya taasisi ya Leni Tanzania ili waweze kufanya mambo yafuatayo: moja, kupanga mafunzo kitaalamu. Kwa sababu mafunzo sio kwamba yanafanyika tu. Kwa mfano, kama haya ni mafunzo ambayo yameandaliwa kutoka mwanzo, tulidesign kozi tukaitangaza, watu wakajisajili, watu wakalipia, vikaandaliwa ukumbi na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo uweze kupanga mafunzo kitaalamu sasa na pili, kuratibu kufanisi, kwa ufanisi kwamba mafunzo ambayo yanaendeshwa na Learn to Lead Tanzania sio yale ya mtaani kwamba unachukua watu unawapeleka kwenye baa unaanza kuongea pale. Ni mafunzo ambayo tunapata washiriki wa aina tofauti tofauti, tunasema high profiles na wengine ni watu wa kawaida kabisa, vijana na wanawake. Lakini namba tatu, kutoa tathmini na ripoti zenye ubora, kwa sababu baada ya kuisha kwa mafunzo tunasema kwamba kuna kuwepo na tathmini ambao tunaiendesha aidha kwa washiriki au kwa waratibu ambao walikuwa wanaendesha haya mafunzo. na <coughs> nini ma, ma, umuhimu wa mafunzo. Sasa mafunzo kwa wafanyakazi yn, yani kwamba ninyi ni waratibu, kazi yenu kubwa ambayo mnaenda kuifanya ni kujua namna na ya kuratibu hayo mafunzo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wanasema knowledge is the key to success of performance, yani kwamba kadi mtu anavyokuwa na ujuzi sahihi ambao unahitajika katika eneo lake la kazi ndivyo ambavyo performance yake inakuwa nzuri, lakini pia kuchochea ubunifu. Mfanyakazi au mwajiriwa ambaye amepata mafunzo, mara nyingi tunasema kwamba anakuwa ni mbunifu zaidi, lakini pia nakuza utendaji, performance inakuwa ni nzuri zaidi ya huyo mfanyakazi, hata sema kwamba hiki kitu ngoja nimuulize fulani, maadamu tu ni jukumu lake, ataweza kulitekeleza kwa weledi. Sasa tuangalie kipengele cha kwanza, nafasi ya waratibu wa mafunzo. Nini nafasi yako? Wewe tayari umekwisha kubali kujiunga na haya mafunzo, na sasa huko kwenye mafunzo, na nafasi yako ni nini? Moja, wewe ni kiungo kati ya management, wakufunzi na washiriki. Mratibu, wewe ni kiungo, you are link kati ya management. Tukisema management, yani ni hayo mashirika ambayo tutakuwa tunayafanyia mafunzo, na wakufunzi na washiriki kwao, unaunganisha hivyo vitu vitatu na majukumu yatakuwa ni kama yafuatazo. Moja, kutambua mahitaji ya mafunzo, inaitwa needs identification. Ni kwamba sio kwamba tunafanya tu mafunzo, lazima kitaalam, lazima tufanye needs ident identification kwamba je, kweli hawa, labda, let's say, wizara ya maji wanahitaji kupata mafunzo? Au kwa mfano, tuna course inaitwa monitoring and evaluation training. Je, kweli hiyo kozi inafaa kwa kundi hili la wafanyakazi? Kwayo, naitua, kwa hiyo huo mchakato unaitwa needs identification, na identify kwamba hawa watu wanapaswa au lazima wapate haya mafunzo ili utendaji wao kazi uwe vizuri. Kama mnavyofahamu kwamba taasisi nyingi za serikali zina miradi, iwe wizara iwe wakala iwe mamlaka mbalimbali mbali za serikali, zina miradi. Sasa ile miradi inahitaji watu ambao wana ujuzi sahihi, ili miradi iweze kuwa na tija au kutoa huduma zinazotakiwa kwa wananchi na kitu kingine pia a, kazi yako wewe ni pamoja na kutambua mahitaji ya mafunzo nimesema namba, pia kuandaa ratiba, bajeti na vifaa. Kwa kawaida kwamba mafunzo yanakuwa na ratiba, yani ratiba ya inaonyesha kabisa, kwa mfano kama haya mafunzo yenu yanaanza saa mbili na nusu yanamalizika saa kumi na moja. Lakini pia jukumu lingine ni kuratibu na kufuatilia kozi, ni kwamba kwa mfano tunapoandaa kozi tuna kozi za aina nyingi tutaziona huko mbele. Kwa mfano kuna public invitation course, lakini pia kuna in -house training. Sasa zile course kwa mfano kama public invitation course, tunapotuma maombi ya kuwaomba washiriki waje kushiriki kwenye course, mara nyingi tutafuatilia kama hizo barua kwanza wamezipokea, lakini pili maamuzi yaliyofikiwa, kama watakuja kwenye mafunzo au hawatakuja, kwa sababu ushiriki ni wahiari na pia kutoa mrejesho kwa uongozi kwamba mratibu wa mafunzo unakuwa na kazi ya kutoa mrejesho. Mafunzo yamekwisha fanyika, je, ni kitu gani ambacho hakikwenda sawa? Kitu gani kilienda sawa? Changamoto ilikuwa ni nini? Kulikuwa na changamoto kwenye chakula, kwenye ratiba? Kulikuwa na changamoto kwa mwezeshaji wa mafunzo na vitu kama hivyo? Kwa hiyo unatoa ripoti ya kitaaluma, tunasema professional report, kuhusu mafunzo ni changamoto gani ambazo mratibu unaweza kukutana nazo katika zoezi la kuratibu na kuandaa mafunzo kwa wafanyakazi kutoka mashirika ya serikali na binafsi? Moja, ukosefu wa bajeti na vifaa, kuelewa vizuri. Kwa mfano somo la kompyuta au application kadha wa kadha ambazo zipo kwenye teknolojia ya kisasa, kwa maana ya tehama, huwezi kufundisha kwa nadharia, ubaoni unachora. Ni vitu ambavyo watu wanahitaji kuwa na iPads au tablets, wanahitaji kuwa na ile labda la, wifi na vitu kama hivyo, kwa hiyo hizo ni changamoto, lakini pia watu wengi, kwa mfano, kwenye kozi ambazo tunatoa Learn to Lead Tanzania, kuna kuwepo na changamoto ya upinzani wa mabadiliko kutoka kwa wafanyakazi. Mara nyingine nimekutana na even professors. Mimi katika karia yangu profesa anakuambia kwamba mimi nishasoma, I'm a professor, I'm a doctor. Lakini hajui kwamba elimu ni kama oxygen. Oxygen huwezi ukasema nilipumua dakika tano zilizopita. Elimu ni kitu ambacho unatakiwa ukipate kila mara kwa sababu ubongo wa mwanadamu unahitaji uendelee kupokea zaidi na, na zaidi. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo e, unaweza kukumbana nazo utakapoanza majukumu yako ya utekelezaji wa kazi ofisini. Kwao mimi nafikiri labda ni ruhusu kama kuna Niongeza kuna swali au kama kuna kitu chochote, karibu jisikie huru. Naitwa Renato Barak, ni mshiriki kwa mafunzo kwenye taasisi ya Rtrid Tanzania. Swali langu nilikuwa naomba kujua kwa sababu nimeangalia programu zinazotolewa na taasisi ya Rrd Tanzania ni kwamba kuna mafunzo ya uongozi, kuna matumizi ya teknolojia ya kilimnemba, kuna ushauri wa maendeleo kwa mashirika na kozi nyingine tofauti tofauti ambazo zinatolewa vyuoni na ngazi tofauti tofauti za elimu. So niliomba kujua kwamba hiki kitu taasisi ya Reni Tulidi Tanzania ina kitu gani cha ziada ambacho mtu ambaye ametoka chuo maybe amehitimu ya ngazi ya degree hajakipata ya kule atakuja kukipata kwenye hii taasisi ya Reni Tulidi Tanzania? Kwa mfano nimechukulia mfano wa taasisi ambayo ni kozi ambayo nimesoma mimi ya information technology, ni kitu gani cha ziada ambacho mtakuja kuniongezea ambacho sikupata kwenye huku chuoni, yeah, nilikotoka. Of course ni swali zuri sana kimsingi. Lend to Lead Tanzania iligundua kuna ombo au gepu, wataalamu wanasema ni skill mismatch. Kwa recent graduates wengi wanapohitimu inaonekana kwamba wanakosa ujuzi ambao unahitajika sokoni, yaani hawaajiliki kwa sababu kuna kitu kinaitwa skill mismatch, yaani kwamba mtu umesoma lakini still ukienda sokoni hawajiriki kwa sababu haujakidhi expectations za mwajiri. Kwa hiyo sasa, kwa kugundua hilo ombwe sasa, ndio maana tukaja na programu ya kwamba sasa, lazima ili mtu aweze kufanya kazi Lend to Lead Tanzania lazima tumtrain ajue uh, business model zetu za Lend to Lead Tanzania. kwa hiyo, eh, nikijibu swali lako ni kwamba eh, pamoja na kusoma kwamba labda mtu amesomea kozi fulani akifika Learn to Lead Tanzania tunamjengea uwezo, kwa maana kwamba tunampa ujuzi ambao tunauhitaji uhitaji Learn to Lead Tanzania. Nakumbuka kwamba watu ambao wanakuja kupata mafunzo wanatoka kada tofauti tofauti. Kwa mfano, mtu amesomea masuala ya financial management, sisi hatudili na masuala ya financial management. Lazima tumtrain ajue kwamba Learn to Lead Tanzania inadili na vitu gani, na ukishamtrain sasa ndo anakuwa na ujuzi, anatekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi na inalenga zaidi kumpa tunasema practical skill, sio kwamba tu umesoma darasani, hapana, lakini tunakupa practical skill ambazo Learn to Lead Tanzania tunazihitaji ili tukutumie kama mfanyakazi wetu. Unaweza kujitambulisha tu jina lako au kuuliza swali. Naitwa Nixon Onlat, ni mshiriki wa mafunzo uh, ya Lead to Tanzania uh, nimefurahi binafsi kupata mafunzo haya na ni kweli anatusaidia sana kujikwamua hasa, ambao unakuta wanamaliza wanashindwa kupata ule ujuzi, lakini wanaingia kazini bila kuwa na ujuzi tofauti tofauti. Lakini swali langu ni kwamba nilikuwa nauliza, je, kwa hawa ambao wanakuja kupata haya mafunzo kama mimi ambaye nimekuja kwa sababu tuna imani, zipo taasisi tofauti tofauti zinatoa mafunzo, je, nyie mmejipangaje hasa kwenye swala la kwa kile, ki, kile kiasi ambacho anakilipia, mmejipangaje kwa ajili ya yeye, kwa sababu ndo kwanza anaingia kwenye, kwenye ulimwengu wa ajira na anatafuta ujuzi. Je, mmepanga kiasi ambacho ni affordable kwake au ambacho pia ni akitakuwa na competition na taasisi tofauti tofauti, kwa sababu nyie mnatoa ujuzi tofauti tofauti kutokana na wengine kunaona ujuzi wa leadership, wa management. Je, kwenye huo ujuzi payment Mme take into consideration sana au mme aim sana kutoa ujuzi kwa vijana? Kwa hii course, ni ya vijana ambao wamemaliza tu labda elimu ya sekondari au chuo, ni laki tatu na elfu thelathini. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba ni reasonable, ni affordable, yani mtu anaweza akapambana akaipata akamleta mtoto wake akasoma na baadaye akanufaika na fursa ajira, ajira ambayo iko mbele. Kwa hiyo sio kozi ambayo ni expensive, kwa hiyo tulilifikiria hilo wanalipa lakini, sasa kwa hawa ambao tayari wako mtaani, mara nyingine ndio hivyo, uchumi bado hujakaa sawa, ndio mtu kamaliza chuo. Ndio maana tukaweka tu hiyo, angalau ambayo inakidhi mahitaji ya mafunzo. Na hiyo ada inakava vitu kama ukumbi wa mafunzo, inakava chakula kwa siku zote tano, inakava vyeti, inakava maji va, inakava, inakava vitu vyote, vifaa vya mafunzo na kila kitu kinakuwa humo ndani ndio maana tumesema kwamba tuweke hiyo ada ili angalau tushare zile cost. Kuna kitu kinaitwa cost sharing, osthini. Yes. To lead Tanzania vijana wamejichochea maarifa namna gani waweze kukabiliana na changamoto ya ajira kwa kwenda kujiajiri ama kuyasaka masoko ya ajira. Pembeni yangu ninaye mratibu ambaye amehakikisha zoezi hili linakufikia wewe kijana kupitia luninga ya Television kupitia kipindi cha vijana klabu. Tukamsikilize tuweze kupata machache kuhusiana na kila ambacho anaendelea na kuwapa vijana kupitia taasisi yake mratibu Naam, habari za majukuu? Salama. habari ya... Salama kabisa. Ndiyo, nimefurahi sana kukutana nanyi leo. Aa, nashukuru sana pia. Tumefurahi kwa ujio wenu, asante sana. Hiki ambacho unachokifanya ni kwa namna gani mnaweza kukiratibu na kuweza kuwafikia vijana ambao wako mtaani na wale ambao pengine wanatamani kuwafikia nyinyi? Aa, nashukuru, lakini kabla ya hapo niko na mwenzangu pia ni mratibu, anaitwa ndugu Emmanuel, lakini mimi naitwa Mr. Kanyanye kwa kifupi niseme tu kwa vijana na baadhi ya watu ambao wanafuatilia kipindi kwamba fursa hii ni fursa adimu sana, naweza tukasema asilimia kubwa, ukienda sehemu nyingi katika kuomba kazi, watu kutoka vioni wanahitajika kutoa uzoefu wao, imekuwa ni sehemu kubwa ya kuulizwa. Kwa hiyo kama taasisi imeona basi i, iwape uzoefu watu wapenda kufanya kazi. Kwa hiyo ni fursa adimu ambayo niwakumbushe tu kwamba itaanza tarehe kumi na sita mafunzo yanayofuata tarehe 16 mm hadi -hmm. tarehe 20 ambapo tutahitaji watu hamsini wa mm -hmm. ni watu hamsini wa peke yake mtu ata, atachukua fomu na ataripia mm -hmm. kwa kiasi cha shilingi laki tatu na thelathini mm -hmm. moja kwa moja atakuwa ameingia kwenye haya mafunzo mm -hmm. Ta, mnatazama vipi hili kundi la vijana ambao wameisha darasa la saba na wengine hawana elimu hata ya darasa la saba? <laughs> Ni vizuri tunafikiria watu targeted kabisa ni wale wa kidato cha nne mpaka chuo kikuu, lakini kuna wakati mwingine mkurugenzi anatamani sana vijana wengi waweze kupata nafasi ya kufanya kazi, kwa maana ya kwamba ikitokea kuna mtu ambaye yuko na uhitaji mkubwa wa hii fursa ambayo inatokea sasa hivi, kuna namna moja ambapo anaweza akafika akawasiliana na sisi kwanza, tukatambua uwezo wake. Uwezo wake kama unaweza kuridhisha mkurugenzi, ana mfumo wa kuwapa kila mtu nafasi fulani ya kufanya katika kampuni. Kwa kuna majukumu tofauti tofauti katika kuratibu mafunzo haya ikitokea hivyo, lakini sio kipaumbele. Ikitokea tunaweza kuangalia namna. Mtu akitaka kuwapata hasa vijana wanawapataje? Kwanza tuna sehemu ambayo tunafanyia haya mafunzo ni posta mpya kwenye ukumbi wa restaurant, inaitwa Akemi restaurant. Akifika pale atakutana na mtu ambaye atakuwa na fomu ambaye ni miongoni mwa waratibu wetu kwa hiyo atachukua fomu lakini pia anaweza kupiga simu moja kwa moja akiwa huko nyumbani kwa namba 0758735811, 0758735811. Kwa hiyo pia anaweza akapata maelekezo namna ya kufanya, na hii pia niongeze, ni kwa watu ambao watakuwepo pia mikoani, hii fursa pia inawahusu kwa hiyo wanaweza wakapiga namba hiyo, wakapata utaratibu. Tunaweza tukamtumia namna ya kupata fomu akaripia, na baada hapo, tunampa utaratibu wa namna yeye kufika kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo. Kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa, tuko na Instagram anaweza akaangalia, kwa Red Tanzania basi pia akaweza kutupata kwa kupitia Tumaini, anaoangalia kipindi hiki na uhakika kunakuwa na namba pia inapita ambayo pia naweza nikarudia kuitaja mwishoni. mm -hmm, atapiga simu nyingine kwa sifuri saba hamsini na saba ishirini mm -hmm. na saba tisini na mbili hamsini na saba. mm -hmm. Tena anaweza kurudia namba, ni sifuri saba hamsini na saba ishirini na saba tisini na mbili hamsini na saba. Ntarudia sifuri saba tano saba mbili saba tisa mbili tano saba na nyingine ni sifuri saba tano nane saba tatu tano nane moja moja. Akipiga namba hizi zote anaweza kupata huduma na utaratibu wote wa kujiunga na mafunzo. Hello, ninaitwa Renatus Lemius Baraka, ni mnufaika wa mafunzo yanayotolewa na taasisi ya Leni Toridi Tanzania. Nilipokea taarifa kupitia kipindi cha redio kama wewe na nikachangamkia hiyo nafasi nikaanza mafunzo ambayo yaliongozwa na mratibu wa mafunzo. Ndani ya siku tano nilikuwa tayari nimekamilika, so nawakaribisha, na mimi ni kijana mwenzenu, nimenufaika, natamani wewe unufaika kama mimi nilivyonufaika. Asante. Uh, kwa majina naitwa Edson ya crai Magubika, ni mnufaika wa masomo ya, ya mafunzo yanayoendeshwa na Learn to Lead Learn to Lead Tanzania. Asante sana, nikushukuru kwa muda wako, nashukuru sana, asante sana. Ndivyo tunavyotamatisha kipindi cha vijana Klabu, lakini kabla ya kutamatisha kipindi cha vijana Klabu, kama una lolote la kutuambia kuhusiana na kipindi, kipindi hiki, tutumie ujumbe wako kupitia namba zinazopita chini ya screen yako ama kupitia mitandao wetu wa kijamii YouTube kwa kuandika tumaini underscore ama kupitia ukurasa wangu strong lady 03 ama ukurasa wa vijana club pale Instagram. Shukrani za pekee ziwaendeleni tulidi Tanzania, ambao ndio wamewezesha kipindi hiki kukufikia kupitia runinga yako. Nyuma ya kamera alikuwa Dulebili Evans, la kwangu jina ni Edveste Tarimo. Kwa wakati mwingine tena, ni kutakia utazamaji mwema unaendelea hapa Tumaini Television.